Naam, karibu mtazamaji mwenzetu Wilson Ochuka ambaye yuko tayari kwa taarifa hizi kwa ishara. Na mashirika ya kutetea mazingira yamedai sehemu ya msitu wa barabara ya Ngong jijini Nairobi imenyakuliwa na mwekezaji wa kibinafsi anayejenga hoteli ya, ya kifahari karibu na uwanja wa Talanta. Mashirika anadai haya yanaendelea bila kushirikishwa kwa umma wala tathmini ya athari kwa mazingira. Tayari ujenzi unaendelea kwenye eneo hilo la ardhi ya ekari tano huku wanahabari wakizuiwa na maafisa wa misitu KFS kufika hapo. Will Lusige na maelezo zaidi. Ni taswira ya mambo kwenye kipande cha ardhi cha ekari tano kilichoko ndani ya msitu wa serikali wa barabara ya Ngong jijini Nairobi. Kulingana na vuguvugu vugu la Green Belt, ardhi hiyo imenyakuliwa na mtu mashuhuri serikalini. We were kwa sasa ujenzi unaendelea wa vyumba kumi na moja vya kifahari vinavyodaiwa kuwalenga wageni watakaohudhuria wa mashindano ya AFCON kwenye uga wa Talanta ulioko karibu na like the, the eneo hilo uh, So

Hii leo wanahabari wa runinga ya Citizen walizuiliwa kuingia katika eneo hilo lililo chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa KFS waliosisitiza kwamba walikuwa wamepewa amri kutoruhusu wanahabari humo, kwenye taarifa ya KFS ikisema eneo hilo litatumika kwa muda tu, lakini hakukuwa na maelezo zaidi kuhusu yaliosababisha ujenzi ambao kwa kiasi kikubwa unaonekana ni wa kudumu. Somebody who will actually easily penetrate into a forest that is protected by Kenya Forest Service and start a construction. That is somebody who is highly protected. Haya yanajiri miezi kadhaa baada ya serikali kufutilia mbali ujenzi wa mkahawa na eneo la kucheza gofu katika msitu huo baada ya Wakenya kulalamikia kile walichodai ni njama ya unyakuzi wa ardhi. Maswali yakiendelea kuibuka kuhusu mchakato upi uliofuata kuweza kumtawaza mwekezaji wa kibinafsi ardhi katika msitu wa Ngong. Maswali mengine pia yanaibuka, kwa nini serikali inakubali mradi huo kuendelezwa kwa siri kubwa? Wili Lusige, runinga ya Citizen, katika msitu wa Ngong